Taifa hilo la Afrika Mashariki limeshuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka ya 1990 vikibadilika miaka ya 2000 na kuwa uasi ambao bado unatishia sehemu kubwa ya nchi. Umoja wa Mataifa unaeleza asilimia sabini ya Wasomalia ni maskini waliokosa huduma za msingi kama vile elimu, afya na mahitaji mengine ya kijamii. Hata hivyo, kwa mara ya kwanza baada ya miongo kadhaa, wakazi milioni tatu wa mji mkuu wa Mogadishu na shuhudia kushamiri kwa shughuli za ujenzi habib farah mkazi wa mogadishu alirejea kutoka uingereza anasema kwa sasa kuna mageuzi makubwa ya masuala ya usalama na maendeleo ya kiuchumi mji mkuu wa somalia haukuonekana hivi miaka minane 8 iliyopita tunahisi mabadiliko makubwa katika masuala ya usalama maendeleo ya kiuchumi na katika maisha ya watu mshauri wa usalama wa kitaifa wa somalia balozi awes hagi yusuf amewathibitishia wageni na wenyeji kuwa wa taifa hilo kwa sasa limetawaliwa na utulivu. Mogadishu kama ulivyoona ipo salama sana, na tuna uhakika kwa asilimia mia moja kwamba Al-Shabab wanaweza kuwa na madirisha ya hapa na pale ambayo yanaweza kutusumbua, lakini hawataweza kuteka Mogadishu kwa sababu ya masuala mengi, sio ya kijeshi tu, lakini watu wa Mogadishu tayari wamewekeza Mogadishu na watajihakikishia sehemu ya uwekezaji wa Mogadishu ambayo inaonyesha, watahakikisha watu wa Mogadishu wanajitia moyo. Naye Mahad Wasoge kutoka shirika la wasomi la ajenda ya umma ya Somalia amedai matajiri na wageni wanafurahia kuongezeka kwa usalama nchini Somalia. Serikali project... inatabiri Mogadishu inakuwa Mogadishu inaimarika, kuna vitega uchumi vingi, lakini hatua hiyo haipo kwenye mlinganyo: ni nani anayelipa gharama za maendeleo haya? Naye mkurugenzi mtendaji wa benki ya Primia aliyekuwa wa kwanza kutambulisha Mastercard nchini Somalia, Mohamed Reid, amesema wanadiaspora wanaleta ujuzi mpya. Wajenzi wanaonekana maeneo mbalimbali ikiwemo jengo jipya la ghorofa kwenye barabara kuu ya maduka Maka Almukarama Avenue ujenzi haujadhibitiwa na takwimu za kuaminika ni chache, lakini mwezi Juni mwaka huu, shirika la utangazaji la Uingereza BBC limeeleza majengo elfu sita yamejengwa kwa miaka mitano. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, fedha kutoka nje ya nchi zilikuwa na thamani ya asilimia 15 ya pato la taifa mwaka juzi, na kuashiria kupanua wigo za kibiashara. Mimi ni Fatma Kyonda. <coughs>